Tunahesabu chane moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, ah, ziko kumi na tatu. E, Fia namba kumi na saba katikati ya Dodoma. Unaona, Fia namba kumi na saba hii ya kwa hiyo jamani, ay, umeelewana. Leo sina mambo mengi ya kusema sema. Dodoma pia zinakubali, hii ndiyo tafsiri yake. Harisi wameshavuna za kwanza, ehe, sasa wanazalisha miche mingi sana, unaona. Ni hii hapa fia, umejionea wenyewe. Kwa hiyo FHIA Dodoma inakubali tena kuzidi na Bukoba. Yaani ndio hicho nichokiona hapa, mchawi ni mbolea na maji basi. Na tena sio fia peke yake, na matoke ya bukoba hii hapa aij, mm, kuna ambayo ameshaweka mzee wangu, umeshavuna hii, umeshavuna ameshakula matunda. Dodoma fia, Bukoba hii hapa, fia ndio hii hapa. Nashukuru, sina maneno ya kusema jamani. Bukoba imehamia Dodoma, Moshi imehamia Dodoma, Tukuyu Mbea Dodoma. Haya. <laughs> Ah, asante sana.